Katika lesson hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na MVT architecture pamoja na views ndani ya Django. Jina langu ni Mohamed Mohamed kutoka Soma Taaluma na tunapozungumzia MVT tunamaanisha kwamba model, view and template. Nini model, ni nini view na nini template ndani ya Django? Model hii ina represent zile data pamoja na kuweza kufanya interaction by na database, lakini tunapozungumzia view hii ina act kama ndio bridge iliyokuwepo baina ya model pamoja na template ambayo hii inakwenda ku contain ile application logic kuweza kuprocess zile user request, lakini vile vile na kuweza ku determine data ya aina gani kuweza kuipeleka katika template wakati wa kuirenda. Nadhani pia itakuwa najiuliza ni nini hiyo template? Template hii na define ni ile structure ama ni ile layout, au tunaweza tukasema ni ile user interface ambayo mtu ndio anaiona. So it means Django hii ni ni backend framework lakini vile vile inakuja na template ambayo unaweza ukaitumia kuweza kutengeneza application nzima bila kuweza kutumia front end frameworks. It means utatumia Django pamoja na Django template ukatengeneza web application yote nzima na kama ambavyo tutakavyo kujifunza katika course hii. Hivyo ni muhimu kuweza kufahamu kwamba Django inatumia MVT unlike kwa mfano kama Laravel inatumia MVC model view and controller. Kwa upande wa Django inatumia MVT yani model view and template. So sasa hivi tayari umeshafahamu ni nini model, ni nini view na ni nini template. Inabidi tuweze kuangalia how tunakwenda kuzifanyia kazi ambapo katika lesson hii tutakwenda kuangalia uh, MVT pattern katika function based view. Kwa sababu view tuna zipo katika model mbili, kuna katika model ya functions na kuna katika model ya kutumia classes, so katika lesson hii just tutakwenda kufocus na function based view. So tutakuja moja kwa moja katika app yetu ya library hii hapa then ndani ya app yetu ya library tunayo faili letu hili ambalo limeandikwa views. Tukilifungua ndani ya views.py hatuna kitu chochote ndani yake humo. So kama ambavyo tulitangulia kusema kwamba view kazi yake ni bridge baina ya model pamoja na template hivyo ndani ya view tuna namna mbili za kuweza kudefine view, kuna njia ya function na kuna njia ya classes, lakini katika lesson hii tutaangalia njia ya classes. so make sure kwanza umeimport from django.shortcuts utaimport render. lakini vile vile kwa vile tunakwenda kuhitaji kuweza kuingiza responses. it means lazima tuchukue nayo from django.http, inabidi nayo tuweze kuimport http response hizi zitatusaidia kuweza kuchukua request ya user ama request kitu gani, pamoja na kuweza kupast data ama information kupeleka katika uh, page yetu. So tutashuka hapa chini, hii comment tutaifuta. Okay, now bila shaka unafahamu namna gani ya kuweza kucreate function katika python, kwa sababu kama unakumbuka katika lesson iliyopita tuliangalia na kuzungumza ya kwamba unatakiwa uweze kuwa na basic ya python. So ni vile vile, mambo ni yale yale kama ambavyo ilikupa katika function ama katika python. So tunamwambia define, maybe tunaweza tukaipa home kwa sasa hivi, then tukapass request yetu. At the end kama kawaida tunaweka full colon ambapo ndani yake tutakuja moja moja, tuta return now, tuna uwezo wa ku return moja kwa moja information zetu kama hivi na zikawa displayed di. Lakini tunahitaji kuweza kutumia http response ambayo ndio much better kwa sasa hivi kwa kuanzia, so tutumie http response, then ndani yake ndipo tutakwenda kuingiza informations ambazo zinatakiwa zionekane, once mtu atakapokuja kutembelea katika URL ya home ambayo hii tutakuja kuangalia katika lesson itakayofuatia. So ndani yake tunakwenda ku specify string zetu, let's say tunakwenda kuandika karibu kwenye mfumo wa maktaba. Kwa vile hii ni library system, tunaweza tukajaribu kuandika maelezo kama hayo, pengine karibu kwenye mfumo mfumo, mfumo wa maktaba. So now kwa hapa function yetu hii moja itakuwa imemaliza. Maybe tunaweza tukatengeneza na function nyingine. Tunaweza tukaja katika ending mwisho hapa, tukapiga enter, tuka define another function. Maybe function hii tukaita pengine about. So hapa nayo vile vile tutachukua request, alafu ndani yake vile vile tutakuja tuta return hapa, instead ya kutumia http response, ukumbuke huko juu tulikuwa tuna render ambayo ilikuwa imported, nayo tunaweza tukaitumia vile vile. Kurenda, ama kurenda kurenda template ambazo tutakuja kuangalia huko baadaye. So tunaweza tukamwambia render then katika render kwanza tunakwenda kuchukua nini? Tunakwenda kuchukua request yetu. Okay? Then, katika request tunaipeleka wapi? Tunaipeleka katika library/about.html ambapo hii tutakuja kuiangalia huko mbeleni wakati tuendelea na lessons zetu hizi so, views hii hapa. So, hii ilikuwa ni views ama function based view katika Django.